Zadi waambie watu sikumoja mm, uh, yeah. N sasa hivi wake sio kodi watu ni mwona mwona kocha hapa alikuwa kwa Yanga zamani yeah. Yeah. Aki zaga zaga yeah. Sheva mzuri mitaani yeah. <laughs> Kwa watu wakahusisha kidogo mm. Na maswala sabuna timu hazina mwalimu mm. Timu zingine zina mwalimu ambaye amwelewielewi mashabiki yake sheva mm. mzuri Yani uh, viongozi na huko 50 kwa 50, wengine vipi, wengine ngivipi, wengine haelewi helewi sa eh. Lakini yule mwalimu mwenyewe binafsi amekuja kwa ajili ya mapumziko, wanashindwa wanasahau kwamba Tanzania, nchi yenye vivutio vingi, na kila anayekuja hey, lazima atarudi mara mbili mara tatu. Hiyo so mara kwanza kuja pale, mwalimu kanafikiri vizuri, hata yes, msimu huvyomalizika halikuja hmm, hapa pia Tanzania kupumzika alikuja kuangalia mechi pale KMC, nakumbuka uwanja. Alikuja hapa Nodoka, e, na kabla hajakwenda kwenda tena huko South Africa, alikuwa pia Morocco. Alikuja mm. tena hapa mm. Tanzania nzuri mm. kwa hiyo hii pia hii mara tatu anarudi hapa mm. akiwa sio kocha ya timu yote mm. bali kwa mujibu wa vyanzo vyangu mm. mimi kama mzee wa kudere mm. amekuja kupumzika pumzika, lakini sasa e, wenyewe wanasema Swahili, ukimwona kuku kwa mjanga lengo kuu, ila sijafunga. Hayuhusiani na mpira mbovu, hayuhusiani na timu na timu kutokuwa na kocha hayuhusiani hmm. bali iko mapumziko na hata keza chief wenyewe ajatoa statement yote kama wameachana mwalimu wao. Nafikiri bado ajatoa maelekezo yote, nafikiri statement ni kusimamishana tu hmm. eh, ee, na ni kama amesimamishana lakini bado ajatoa maelekezo yote kwamba wameachana naye au la sio? hmm. hmm. Nzuri, hata timu bado ipo katika mikono ya kocha msajili hmm. ipo timu yao kwa hmm. yes, yeah, kwa hiyo yuko hapa, tupunguze kwa mapumziko, tupunguze pressure, tuchukue hiko na hiko, tusigongeshane shoti e, e. e. e. e. Sasa lakini, ukimwona kuku kwa, kwa, hmm. kwa, hmm. kwa mjanga e. kichomponza ni rangi yake chochote, yeah. e. pia kinaweza faji kuku kinaweza kutokea, tusime haya. Mwisho nimesikia malalamiko ya mashabiki wa Yanga jana, kwa sababu hujua mimi kama kiongozi wa Yanga wenzangu, nitaongea nini jamani? Mimi niseme nini? Niseme nini? Football, huu ni mpira. Mwalimu amekuja na mwalimu kuja, kumbuka ana falsafa zake. Kwa hiyo falsafa zake zinahitaji pia kupewa, kuheshimiwa, hul kuangalia kile ambacho mwalimu anataka kukifanya Uh, unajua huyu mwalimu huyu livomtazama mimi livomtazama mimi mwalimu eh. Wewe una, sasa kama wewe eh, kwa io sometimes nao mpira mzuri mskimi <laughs> nakambie mkuu mm. Unasababishwa na watu pia mm. Mfano mmoja unakumbuka Barcelona, alivondoka Xavi, alivondoka Busquets, unakumbuka Barcelona mm-hmm. Ilikuwa yeah. Haipendezi pia inavyocheza mpira wake yeah. mm. Kwa sababu ilikuwa inakosa watu sahihi. Football ni watu e, yeah. yeah. Sahihi wa kuanzisha, yani nyumbufu mnautaka nyinyi, yani kuanzisha. Unajua kuna watu wanjani walivyo mm. mm. Hata kama mnapata hard time, yani anawapoza, tulieni. Mm, tulieni acheni pressure. Mm. Yani yeye anatoa nyinyi hofu. Ush, ushawa nzuri mm. Lakini kuna muda ukikosa hawa watu pia mm. Mimi nakwambia basi kila kitu ataweza kukaa vizuri. Katika mfano mmoja ni tu Simba mbaye Simba ya Fadlu, wakati anachukua Fadlu alikuwa anaanza kiungo Debora Fernandez, kiungo alikuwa anacheza nani? Debora akuachia na Kagoma. Kumbuka tukunaa mika hapa kwamba Simba haitengenezi mashambulizi sio tumu vizuri high flow vizuri, vizuri. Yeah. Alipokuja kumpanga ngoma yeah. Timu ndio kapata uwiano sasa sahihi auna ngoma jamani kwa maana yake jamani, muda mwingine mm. sio kila mchezaji anaweza kukupa ile ladha ambayo watu wanaitaka sahihi. shoti kabisa nakupa mimi mm. nikiangalia tatizo la Yanga shanzuli mm. ndio yale lilozungumza mwalimu, huenda ikawa halifanyii kwenye kiwanja, bali anataka kulifanyia katika makaratasi, kitu ambacho kikawa akikamatiki kwa mda huo. Yanga, tatizo kubwa linawakosti mpaka sasa hivi kiungo wa chini mfano vizuri mm, ambaye alikuwa analeta utulivu kama alivyokuwa Khalid Aucho hivi. So sasa mm. hawana, kwa hiyo inawalazimu wapite kutokana na aina ya kiungo walikopo. Nayo mimi nakwambia hicho kitu, kwa sababu watasama vizuri. Kuna muda jua Aucho alikuwa analazimisha yeye, yani timu sinalaba mpuni pressure mp yeye ndio anakontrol mp pressure mm, Yendo anapunguza ile presha afu yeye akimiliki mpira Khalid, mpira Khalid anafanya nyinyi wengine sasa, kwamba nea njoeni mchukue mpira chini bwana. Lakini viungo wetu wengi kweli wanacheza vizuri ila wana uoga wa kuanzisha. Unajua, kutengeneza unajua kiungo kwa mwanzilishi, tengeneza yani, ifanye watu waamini kupitia wewe, waenjoy kupitia wewe, lakini viungo hafanani. Nisikilize vizuri, nakwambia ndio ndo maanangu na maana gani? Maanangu kwa kuwa mtu kama huyo hayupo. Sasa hichi kinachotengenezwa, watu wanatakiwa wasikipigie kelele kwanza, kwa sababu mnachokitaka nyinyi hakiwezekani, kutokana na aina ya viungo ambao walikuwepo lakini ao ao wanasema msimu e, uliopita kuna mechi nyingi Aucho alikuwa hayupo kutokana na injury na bado timu ilikuwa inacheza vizuri. Good question, nijua utakuja hapo eh, nijua lazima utakuja huo mlango uliuacha. E, yani niliacha wazi huo mlango e. Kipindi ambacho Aucho anakosekana mm, ni kipindi ambacho watu walikuwa wanahitaji matokeo nisije vizuri, yeah. Yanga alishapoteza Champions League hicho, mm Micho kipindi anachosema wewe sio nzuri hapo. Champions League, Yanga amebaki na NBC

sijaona so. Kwa wale wachezaji waliopo hauwezi ukafanya kitu ukapata hiyo flow hiyo flow inataka inataka e, si wala mtaalamu ndugu. Sasa hapo kikubwa hapo hmm, ni kujaribu sasa. Dumbe yuko mbali sana kivipi? Hmm. Yani Dumbe yuko juu sana j kwa nini kocha asimtengenezee mazingira ayo kuhusika kwenye build up, ashuke namba sita Sio ashuke namba sita, si una Azizi hey. Andambwile hey. Dumbia, timu ikiwa inafanya build up shuka chini, si kwamba ashuke down eh? hey. ziko mechi dumbia aishafanya hivyo hmm. kama mechi tatu hivi hmm. na uliona timu ilikuwa inatoka vizuri tu hey. kuanzia chini. Sasa Yanga kwa kuangalia Yanga nyuma, ilikuwa inacheza mpira katikati, nifahamu vizuri hey. yani ile ladha anaiona katikati ya kiwanja hey. yenyewe hey. sasa hivi Yanga wanakimbia sana wide, yani mpira hivi hapakati ni kwa ako, na kocha, kocha alisha kumtumia dumbi akashuka chini mm, ikatulia sasa mm. <tina> Inawezekana ukaona labda hivyo ile mwalimu akawahitaji hivyo sasa. Jilo, utatizo direct, ni mwaginu, sasa. Direct mara nyingi haimruhusu mtu wa juu kushuka chini hivyo direct a yeah, kila mtu akae katika position yake. Wing, ska winga, ndio mwalimu winga winga, mwalimu. Sasa mwalimu, unang'ang'ania kile anachokitaka ama unatakiwa ku adjust pia kulingana na wa wachezaji ambao wako hapo, kwa makocha alivyo makocha, na mimi nyote ni professional. No ena mpo hapa kwenye klabu kubwa kekia jiuzi uh, uh, hapa cho kisema kaona wachezaji wake ki hawana energy kapaki basi dhidi ya Arsenal, lakini tunajua si kaonanan naan kaji adjust. Kwa hiyo hata anaonaje wazuri, sasa kocha kapaki basi na Mbeya City sio kapaki basi, lakini lazima adjust mbinu zake kama wachezaji hawezi kuzingizia, mimi naweza kwambia kwamba Mwalimu anapanga kikosi. Umeeleweka. Mfumo wake ameueleza sasa, wachezaji ataga sasa, nyinyi mfanyaje? Protect yule mfumo wa mwalimu anataka, tumekuelewa. Na maneno yangu mtanikumbuka baadaye. Eh, bwana Azam TV wapo.